habari za usiku huu mpendwa mtazamaji, ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Star TV. Ni tarehe ishirini na sita mwezi Machi, siku ambapo kamera yetu inamulika michezo ya kamari ambayo inaendelea kushamiri nchini na kunyooshewa kidole na serikali kutokana na wimbi la dhuluma na wizi unaofanywa na waendeshaji wa mchezo huo. Kwa hayo na mengine mengi, tuungane pamoja katika taarifa yetu ya habari, lakini kwanza ni muktasari wa habari. Chama cha Alliance for Democratic Change, ADC ahidi ja, kutojihusisha na siasa za vurugu na chuki. Kwa habari za biashara na uchumi shirika la mikopo kwa wajasiriamali BRAC laondoa kipengele cha mkopo kuendelea kulipwa na wadhamini baada ya mkopaji kufariki dunia. Na katika habari za kimataifa aliyekuwa rais wa Senegal Abdoulaye Wade kiri kushindwa katika uchaguzi wa duru ya pili. Katika habari za michezo na burudani baada ya ushindi wa Simba jana dhidi ya Setif ya Algeria wachezaji wasema hawataboteka na klabu ya Al Ahli yarejea ligi ya mabingwa. Mtazamaji, inaitwa Ivona Kamonto, naitwa Mohsin, mambo kwa pamoja tunakuletea habari, habari za kitaifa, habari za biashara na uchumi, habari kwa kina, halikadhalika habari za kimataifa. Naam mtazamaji, sasa tunageukia duru za kisiasa, tukiwa bado huko mjini Dar es Salaam. Chama cha Alliance for Democratic Change ADC kimeahidi kutojihusisha na siasa za vurugu na chuki kwa sababu lengo lake ni kuleta mabadiliko ya kiuchumi yatakayomkomboa Mtanzania. Rai hiyo imetolewa na mwenyekiti wa muda wa ADC Saidi Miraji mara baada ya chama hicho kupata usajili wa muda kwenye ofisi ya msajili wa vyama vya siasa jijini Dar es Salaam. Mwandishi wetu Faraji Mogoa akiwa Dar es Salaam ana taarifa kamili. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa mara baada ya ADC kupata usajili wa muda ambao nakijengea mazingira ya kwanza kuwajibika kisheria kwa wanachama wake na taifa kwa ujumla. Akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kupata usajili huo, kaimu mwenyekiti Saidi Miraji anaweka bayana itikadi za chama chake: tutazingatia matakwa yote ya sheria, tutafanya na kuendesha siasa za kistarabu hatutakuwa na matusi wala ugomvi au kashfa, na wala hatutakuwa wabaguzi wa jinsia, rangi, dini, kabila ama eneo mtu analotoka. Awali, wakati akitoa hati ya utambulisho huo, msajili wa vyama vya siasa nchini John Tendwa amekitakia heri na mafanikio ya chama hicho, lakini anashangazwa na mfanano wa rangi za bendera za ADC na zile za chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema. rangi ni zile zile. Sasa je, alama zilizopo ndani ya bendera ile zinakidhi haja kuitambua kwamba hii ni ADC au rangi tu zinaweza kuleta mzozo baina ya Chadema na ADC? Tutayaangalia haya kwa undani na kuona kwamba kama kutakuwa na mzozo basi tutawashauri wafanye marekebisho, kwa sababu hawa ndio wanaingia. Hatuwezi kuambia Chadema badilisha, hapana. Baada ya kutoka kwenye ofisi za msajili zilizopo katikati ya jiji, msafara wa viongozi na mashabiki wa chama hicho ukaanza kuelekea Buguruni yalipo makao makuu ya muda ya chama hicho. Hatimaye ukafika wakati mwafaka wa kupandishwa kwa bendera ya chama hicho yenye rangi nne. Baadhi ya wanachama wa kwanza kupata kadi za wanachama wa ADC wakapata nafasi ya kuzungumza na Star TV kwamba utatukomboa wanawake na hauna kukandamiza wanawake. Sio kama kile chama cha mwanzo chokuwa kuna bagua wanaume ndio sana wanapewa kipaumbele kuliko wanawake, kipaumbele zaidi ili tuweze kutukomboa kimaisha, kimwenendo, tuweze kukomboa mpaka wale wajasiriamali. Mimi binafsi nahisi tu na, kwamba lazima kutakuwa na mabadiliko na kitaleta amani kwa wananchi na kitakuwa kwamba kweli ni chama chenye mabadiliko. Februari 26 mwaka huu ADC iliwasilisha rasmi kwa msajili wa vyama vya siasa maombi ya usajili wa muda wa, wa chama hicho chini aliyekuwa meneja wa kampeni za rais wa CAF ambaye kwa sasa ni kaimu mwenyekiti wa chama hicho Bwana Miraji. Baadhi ya vitu vilivyowasilishwa siku hiyo ni barua ya maombi ya usajili, rasimu ya katiba ya chama ilipatanishwa na hati ya kwenda kwa msajili PF1, pamoja na hati ya kiapo ya kuwa chama cha jamii chini ya sheria vya ya vyama vya siasa ya mwaka 1992. Nikiripoti kutoka Buguruni jijini Dar es Salaam, Faraji Mwagoa wa Star TV. Na mtazamaji, tukiwa bado katika duru za kisiasa, na sasa tuelekee huko Arumeru Mashariki, ambapo tunaelezwa kuwa wakati vyama vinane vya siasa vinavyowania kiti cha ubunge jimbo la Arumeru Mashariki vikitumia kila aina ya ushawishi kuomba ridhaa ya wapiga kura, mchano mkali unaonekana kwa vyama vya CCM na Chadema. Wagombea wa vyama hivyo wameendelea kutoa ahadi kwa wapiga kura waweze kuwaamini na kuwachagua kukalia kiti kilichoachwa wazi na marehemu Jeremia Sumari. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa mwandishi wetu Abdallah Tilata. Ni kampeni za Chama cha Mapinduzi, CCM, ambapo mratibu wa kampeni wa chama hicho Mwiguru Nchemba anasema sera za chama kilichopo madarakani ndizo zinazotekelezwa kwa kuibua na kutekeleza miradi ya maendeleo. Anasema iwapo wapiga kura watamchagua Sioi Jeremia Solomon Sumari, kwa mbunge wa Jimbo la Arumeru Mashariki, neema ya maendeleo itawashukia kwa kuwa sera zake ndizo zinazotumika kwa sasa. Fedha ni ile ya chama kilichounda serikali yani CCM. Sasa akija mtu anakuambia yeye ana sera nzuri, wakati tunaenda uchaguzi mdogo, mwambie sera zako, sera zako hazitumiki, hazitumiki hivi hivi. Hapa mchungaji anaweza akasafiri akaenda kumwazima sheha aje kuendesha ibada? katuzi wa matatizo haya atulie. Uko ndani ya sisi. <tie> Mgombea wa CCM ioi Sumari na kada maarufu wa chama hicho Christopher Ole Sendeka wanazungumzia changamoto zinazolikabili jimbo la Arumeru Mashariki ikiwa ni pamoja na mipango ya kutatua kero mbalimbali mbali. Mimi mambo yangu ni matatu kama nilivyo, la kwanza ni kutekeleza ilani ya chama na sera za Chama cha Mapinduzi katika kutekeleza, lakini la pili kuna ahadi ambazo aad, zilikuwa zimetolewa na mheshimiwa Jeremiah Sumo Osman, hilo ni jukumu langu, ahadi ni deni. Wanataka barabara hii itandikwe lami ili waweze kufika nyumbani salama. Wanataka umeme katika vijiji vingine vilivyokaa hapo juu na katika nyumba ambazo umeme bado hujafika, wanataka Wanataka usaidia kuimarisha ya sekondari yao hiyo ambayo inaongozwa na ni aina nyingine ya uhamasishaji inayofanywa na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema katika moja ya mikutano yake ya kuomba ridhaa ya wapiga kura kumchagua mgombea wa chama hicho Joshua Nasari awe mbunge wa jimbo la Arumeru Mashariki. Mwenyekiti wa Chadema Freeman Aikaeli Mbowe anapanda jukwani katika moja ya mikutano yake na kuwaambia wananchi wa jimbo la Arumeru Mashariki kuwa dunia nzima inasubiri maamuzi yao ya msingi ya kumpeleka Nasari bungeni. Well, tunakwenda kuandika vipi historia ya taifa la Tanzania kwa kukiambia Chama cha Mapinduzi tumechoka kunyanyaswa, tumechoka kuonewa, tunachukia tume umasikini, tunachukia elimu dumi, tunachukia rushwa kwenye taifa letu, tunachukia ufisadi kwa taifa letu. Hatuende kuzungumza kwa ngumi, wala tusiende kuzungumza kwa mapanga, tukazungumza kwa kura na wanawake na wanaume laki moja na elfu ishirini na saba katika jimbo la Arumeru. Watanzania wanawaangalia na na, tumtangulize mbunge Joshua Nasari, ni mgombea wa kiti cha ubunge kwa tiketi ya Chadema na mratibu wa kampeni wa chama hicho Vincent Nyerere. Wanasema yapo mambo ya msingi ya kuzungumzia kuhusu maendeleo ya jimbo hilo. Kuna mambo ya msingi ya kuzungumza Arumeru. Ni aibu leo Kina mama wa Arumeru wanajifungulia watoto sakafuni ni aibu. Mpaka leo hii nimekwenda kwenye kijiji cha Patanumbe kata ya Makiba, mama mmoja akanambia alikwenda hospitali ya, ya kijiji kujifungua akaambiwa aende na mafuta ya tali tambili kwa sababu hakuna hata kibatari. Ni watu wa Meru, kati zenu moja mtu wa meru kinyang'anya haki yake anachimbika uongo Jimbo la Arumeru Mashariki mkoani Arusha lina jumla ya kata kumi na saba ikijumuisha vijiji 86 kutoka Arumeru Mashariki, Abdallah Tilata, Star TV. Asante Abdallah Tilata, kutoka huko Arumeru Mashariki.